Tujakutana muda kidogo, leo nataka niwaletee simulizi kutoka kwa kaka yangu Injinia Fortunatus Buyobe e, ambaye moja kati ya waandishi wengine pia wa visa na masimulizi mbalimbali mbali ambao binafsi nina wahusudu sana. Injinia Fortunatus Buyobe ambaye alitupa kisa kuhusiana na ma ujambazi uliotokea Ubungo Mataa pale elfu mbili na sita almaarufu sasa hivi kama Kijazi Interchange pale Ubungo. Kabla ya ujambazi uliotokea Ubungo elfu mbili na sita, kulikuwa na matukio mengi ya kijambazi ambayo yalikuwa yametokea ya kwenye nchi ya Tanzania, wakati Rais eh, Mrisho Kikwete ameingia tu madarakani. Jakaya Mrisho Kikwete ameingia tu madarakani. E, matukio ya ujambazi yalikopo makubwa sana pale mwanzoni, mwanzoni, F5, F5, F6, F2, Tukio la kwanza, wakati Mheshimiwa Mkapa anamaliza muda wake ilivamiwa na majambazi, na kuna kiasi cha milioni 350 ikawa ni new normal kwa matukio mbalimbali mbali ya kijambazi kuhusiana na benki ama taasisi za kifedha yakitokea ndani ya, ya nchi ya Tanzania. Asubuhi moja tulivu sana mwezi mmoja baada ya benki ya Standard Chartered kuvamiwa na majambazi likafuata tukio kubwa ambalo liliacha historia na simulizi kubwa, tukio la kijazi interchange pale Ubungo ama mauaji ya Mataa, wenyewe wanaita hivyo. Tarehe ishirini mwezi wa nne elfu mbili na sita saa sita na nusu mchana. Tukio hili kwanza lilikuwa linahusu eh, benki ya NMB I mean, watumishi wa benki ya NMB na askari wa jeshi la polisi ambao walikuwa wametoka kuchukua fedha NMB Bank House kwa maana ya makao makuu, kupeleka tawi la NMB Wame Morogoro zinatajwa kuwa zilikuwa ni fedha za mishahara ya watumishi wengine, wanataja hivyo ndio zimeenda kuchukuliwa, zikaingizwa katika benki ya NMB wame Morogoro, kutokea NMB Bank House, tarehe 20 mwezi wa 4 2006. Mauaji ya Mataa ama uvamizi ama ujambazi wa Ubungo Mataa, sasa hivi natambulika kama Kijazi Interchange. Kwanza jezi yangu imependeza eh? jeruti na Diadora Jipatia yako elfu kumi na tano sasa hivi, jezi bei ya jumla elfu kumi na mbili. Kwa hiyo katika mauaji yale ya Mataa ama ujambazi ule wa Mataa ulileta gumzo na simanzi kubwa sana mpaka ikapelekea Kamanda wa polisi wa Dar es Salaam RPC Alfred Baigana kuhairisha safari yake kuelekea Morogoro, kurejea Dar es Salaam kwa haraka, lakini pia ilimsababisha rais eh, Jakaya Mrisho Kikwete eh, kuahirisha safari yake ya kwenda nje ya nje, nchi nje, nje, na kubaki kufuatilia swala lile la ujambazi wa Mataa. Mmenelewa vizuri ndugu zangu eh. Kwa hiyo eh, siku ile kwanza E, simulizi naanzia pale sheli ya Tuiko, ambayo sasa hivi ndio ile Oilcom ambayo iko pale Ubungo karibu na interchange, pembeni msikiti wa pale, ile sheli ya, ya Oilcom, kile kituo cha mafuta cha Oilcom zamani ilikuwa natambulika kama Tuiko. Pale ndipo ambapo simulizi naanzia. kulikuwa na gari aina ya Toyota Corolla T 533 AAB ilikuwa imepaki pale katika kituo cha mafuta cha Tuiko sasa hivi Oilcom. Alafu nyuma ya Toyota Corolla T533 AAB namba za usajili ikapaki hardboard ikapaki nyuma ile Toyota Corolla. Wakati huo, e, msafara wa magari mawili ambayo ina watumishi wa NMB ambapo kulikuwa na karani lakini pia kulikuwa na maaskari msafara wa magari mawili, moja limebeba fedha kiasi cha bilioni moja na moja limebeba stationaries vile vifaa vya benki, gari mbili Toyota Land Cruiser, mkonga wenyewe wanapenda kuziita zinatoka, sasa ndo zina zinatoka barabara ya Sam Nujoma he, zinakaribia Mataa. Kumbuka, kabla ya msafara huu kupita wa pili, msafara wa kwanza ulipita, watumishi wa NMB Tanga ambao wenyewe pia walitoka kuchukua mzigo kwa ajili ya kupeleka kwa ajili ya mishahara ya watumishi. Msafara wa pili ndio inasemekana hiyo siku NMB wame Morogoro, ndio msafara ambao walikuwa wamebeba kiasi kikubwa zaidi cha fedha kiasi cha bilioni moja. Moja kati ya kisa cha kusisimua sana ilikuwa ni saa sita mchana ya kuvutia ya kufikirisha, lakini pia yenye simanzi na majonzi makubwa sana. Taa za Mataa zimewaka nyekundu, zimechacha eh, kwa maana kwamba nobody in nobody out, mpaka pale ambapo zitakaporuhusu kupita kwa zile gari mbili za NMB. Zikasimama pale ambapo kulikuwa na msafara wa ambapo ulinzi ulikuwa wa jeshi la polisi. Sasa wakati msafara ule gari la ambalo limebeba mzigo NMB lenye usajili namba SU 53778 e, ambapo so maule wenyewe mnapenda kusema SEO imefika pale, imesimama dereva. Alikuwa ni Ali Omari rumbirumbi rumbi, walikuwa dereva wa gari hiyo ambayo imebeba hizo bilioni moja. Askari nyuma waliokuwepo, askari kulikuwa na constable Abdalla Abdalla Marwa na na Kopro eh, Kilowoko. Hao ndo walikuwa askari wa jeshi la polisi ambao walikuwa wameongoza ama wapo katika hilo gari la mbele. Mpaka hapo, eh? Ambapo gari gari la la nyuma lilikuwa na na askari wa jeshi la polisi, Taj Wallace na Venance Malingo ambao wenyewe walikuwa wanaongoza msafara wa gari la nyuma lenye pia usajili namba SU3362013. Zimesimama pale mataa zinasubiri kuruhusiwa ziendelee na safari yao kuelekea NMB Morogoro. Kumbuka vicheche wale majambazi majambazi wamepaki kule pembeni pale tuiko ambapo saizi ni Oilcom. Wakiusoma ule mchezo vizuri, na inaonekana walishafanya mazoezi sana katika eneo lile, lieso zile za hapa na pale. Simulizi ya kaka yangu Fortunatus Boy Ube ambaye aliandika na mimi leo nimeisoma na nawapitishia ndugu zangu. Basi ngoma ikawaka, Yanga Afrika kwa maana ya kijani, hapa ikawaka. Twendeni. Chuma ikaanza kutoka. Yaani, ile kutaka kutoka tu ile gari ya mbele ilikuwa ni makosa makubwa sana. Namna ambavyo ile Toyota Corolla ilivyochomoka na ile ile pickup hardtop zilivyotoka kwenda kuziblock zile gari ambazo zinabeba mzigo ilikuwa katika hali ya utofauti sana. Kwa hiyo ilienda ikablock gari ya kwanza, alafu zikaanza kumiminwa. Sasa ile gari ya nyuma ile ikataka kuchepuka kuelekea Buguruni, ilikuwa kosa kubwa sana. Jamaa wakaanza kumimina pale. Mwaga sana maganda, mwaga sana njugu, mwaga sana njugu pale kiasi ambacho ile gari ambayo itaka ikimbie ikagonga nguzo la kuongozea taa ikasimama. Huku washapigwa ambush tayari, washataitiwa tayari, majambazi wakaanza kutoa mzigo huo. Uvamizi wa Ubungo Mataa elfu mbili na sita, hiyo majambazi wakaanza kupakua fedha katika, katika, katika gari le ambalo limebeba mzigo wa benki ya NMB, wami inasemekana kwenda kulipa mishahara ya watumishi sasa pale walikufa kama askari wawili, na alikufa askari wawili, karani aliuawa pia, karani wa NMB, lakini pia alifariki na, na dereva, kama sikosea sikosei. Umeona bana, pale waliuawa sasa. Wakati ile tukio linatokea, wakati polisi washataitiwa pale na mizigo inaanza kuchukuliwa eh bana, ile siku wakati mzigo ushaanza kuchukuliwa sasa, ah Bana, washataitiwa polisi na wanatembezewa njugu za kufa mtu na wale jamaa. Wale jamaa walikuwa na silaha za kivita, walikuwa na silaha za hatari. Makasha tu wanayamwaga. Basi kulikuwa na askari pale, unajua kama ilivyo kawaida pale Ubungo zamani, kulikuwa na askari trafiki, hao usalama barabarani. Anaitwa Solomon ya Damu. Alikuwepo pale katika eneo la tukio. Ye alikuwa anaushuhudia ule mchezo akaushuhudia vizuri kabisa mwanzo hadi mwisho inavyotokea. Solomon Adamu akaona hii ni dharau kwa chombo. Haiwezekani hawa jamaa wafanye vile alafu mimi nipo. Traffic wa askari polisi, yani huyo ni askari wa usalama barabarani. Solomon Adamu akaona sio kweli. Hizi dharau haziwezekani. Askari wenzangu wanamiminiwa pale na watumishi wanamiminiwa, mimi nashuhudia. Haiwezekani jamaa kadense akatoka, akaenda pale, unajua ukienda pale kuna ATM pale za benki pale. Kulikuwa na mlinzi pale. Anachuma kwa hiyo Solomon akaenda akampola ile silaha mlinzi. Solomon Adamu askari wa usalama barabarani. Halafu akaenda sehemu akatake cover. Yaani akaenda kutake cover kujificha sehemu, kutake cover. Wale ma sniper na ile akatake cover. Halafu alikuwa anatafuta clean shot. Clean shot maana yake akipiga akwepeshi akosi mtu. Kwa jamaa akaenda akajibana sehemu na askari wa usalama barabarani, akatafuta clean shot akawaweka katika njia akaanza naye kuzimwaga, kuwakomboa maaskari wale, kukomboa pia damage, kwa sababu ni eneo ambalo wananchi wapo. Kwa hiyo sasa risasi zinavyopigwa zinaweza zikawapata watu wengine. Askari wa usalama barabarani akaanza kucheza nao, yuko peke yake, anaimba nao, anaimba ka nao, kaimba nao, kaimba nao. Jamaa wakashtuka, kuna, kuna mtu kama anatuyumbisha. Wakachungulia, wakaona risasi zinakotokea wakaanza kumimina katika eneo ambalo yule askari trafiki yuko pale, Solomoni Adamu. Solomoni aliona risasi zinakuja nyingi, akadensi kuna mtaro pale akadensi, akaruka upande wa pili, kicheche huyo hapa, akaenda akatake cover tena kwa mara ya pili. Jamaa baada ya kuona vile, unajua alishawatikisa sana nani, aliwavuruga wakati anazimwaga, aliwavuruga na yeye alikuwa anagonga kwa uhakika, kwa sababu alikuwa anagonga kiutani, anagonga kwa uhakika, anagonga kuwalinda hata wale wachache waliobaki pale, hata wale wachache waliobaki pale, na kuhakikisha pia hata raia wanabaki kwa salama Trafiki wa usalama barabarani ambueno zarau zarau, ukiona trafiki unasikia tigo huyo poti huyo hawa watu wana ni vyombo vya ulinzi, yaani wana mafunzo yanayofanana, najua ya Tanzania, mission wanavyozifanya hata wakienda nje ya nchi. Sijui ukisikia jeshi la ulinzi wa wananchi, jeshi la ulinzi wa wananchi, manake ni kila mtu kwa mmoja, unakuta polisi wapo, akiwemo askari wa usalama barabarani, sijui magereza, sijui JKT wapo mlindani vyombo vyote ile ni chombo chao. Kwa hiyo mtu yeyote nje anaweza kutikisa kama ambavyo Solomon, Adamu trafiki wa usalama eh, barabarani alivyochekecha na ndo mtu alisaidia sana kuhakikisha kwamba ile maafa siyo makubwa pale Ubungo Mataa. Kwao jamaa alivyodensi akachomoka, lakini ilisaidia kuyumbisha sana kiasi ambacho sasa polisi pia wakaanza kusogea, wakaanza kuja. Kwa hiyo waliona namna gani, vipi, jamaa wale majambazi sasa wakawa wamechukua ile kasha moja lenye milioni, thamani ya milioni mia hamsini kwa kwa sababu walikuwa na gari mbili wakadandia gari yao, wakadandia gari ya huko moja, kae na chana kama naelekea Mwenge, moja na chana kama naelekea Buguruni. Umeona bana eh? Katika hali ya kukimbia, kwa sababu polisi wakaanza wakachukua helikopta kwa wakawachanganya. Katika kukimbia na walikuwa wakienda wanabadilisha magari, yani wanakupora gari wanachukua wanaondoka, wanapora gari wanachukua wanaondoka, ndivyo ambavyo ilikuwa wali, lakini walikufa pale watu kama watano, lakini askari polisi ambao walikuwa wanaongoza ile msafara na kulikuwa na karani Ernest Manyonyi naye alifariki pale pale, e, eh, lakini majanga yangekuwa makubwa zaidi kama askari adamu wa usalama barabarani wale Solomon na Damu asingekuwepo pale. Hivyo ndivyo ambavyo ilikuwa pale katika mauaji ama ujambazi ama uvamizi wa Ubungo Mataa elfu mbili na sita e, eh, wakati wa RPC wa Dar es Salaam alikuwa Alfred Baigana muona alikuwa mkuu wa jeshi la polisi. Hivyo ndivyo ambavyo ilikuwa. Mimi natakia heri na baraka mwaka, happy new year everyone.